Sisi kama Wizara ya Mifugo na Uvuvi tumeona tukianza kufanya kazi sisi kama sisi peke yetu, hatuwezi kukimbia kwa mwendo mrefu, na maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kwamba miaka hii mitano tukimbie kwa mwendo mrefu zaidi. Ilani yetu ina mambo mengi sana, na yote yatakiwa kutimizwa ndani ya muda mfupi. Waswahili wanasema mambo ni mengi, muda ni mchache. Sasa tulichoamua, wa Mheshimiwa Waziri amekwisha anza mikakati ya kufanya vikao au kuandaa vikao na waziri wetu wa, wa kilimo na waziri wetu wa maji, ili tufanye mambo ya yafuatayo. Wizara yetu ya kilimo inayo bajeti kubwa sana kwa ajili ya kutengeneza mabwawa ya kumwagilia. Tunataka tuzungumze nao, ili katika mabwawa haya na sisi wafugaji tupate sehemu za kunyweshea mifugo wetu. Lakini pili, wizara ya maji, ili katika miradi mikubwa inayofanywa katika wizara yetu ya maji na sisi wafugaji tupate sehemu za kunyweshea mifugo yetu. Lakini tatu, ndugu zangu, kwa sababu ujenzi wa mabwawa ni mpango wa muda mrefu na tena bajeti zake ni kubwa, tumeanza na mpango wa muda mfupi. Sisi kama wizara tumeona visima virefu ndiyo mpango unaoweza kuwa wa gharama ndogo na muda mfupi zaidi, lakini kwa manufaa makubwa kwa wafugaji. Kwa hiyo tumekwisha anza kuandaa utaratibu ambao kwa muda ambao tunasubiri utengenezaji wa mabwawa haya makubwa basi tuanze kuchimba visima katika maeneo ya wafugaji wetu. Piga makofi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan.